Kupitia mitandao ya kijamii tumeshuhudia tabia ya baadhi ya watu ya kutumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu, pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi, vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi wema walio wengi, kuliko wao bila sababu zozote za msingi. Tabia hizo na vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yoyote yule anayetambua umuhimu na thamani ya amani kwa maisha yake na familia yake. Jeshi la Polisi linaendelea kuhakikishia Watanzania kuwa litaendelea kusaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki jinai kwa hatua za kisheria kama ambavyo limefanya kwa waliokwisha kukamatwa, ambao bado wanaendelea na uhalifu huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria. Wasijidanganye, bali watambue kinachosubiriwa ni muda na ukamilishaji wa taratibu za kuwafikia wakati wowote, kulingana na ushahidi, kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi.